Majina ya nyongeza haya hapa, kwa wale walioitwa kwenye usaili. Haya ni majina ya nyongeza na wizara ni chuo cha usimamizi wa fedha IFM MDA LGA, wakala wa barabara Tanzania TANDO, na mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA, ofisi ya msajili wa hazina OTIARA, chuo cha takwimu mashariki mwa Afrika. Usajili utafanyika kuanzia tarehe kama ilivyoonyeshwa kwenye tangazo hili Muda na sehemu. Kama jina lako lipo, hakikisha unaenda na vyeti vyako halisi. Kwa kada ambazo wanatakiwa kusajili, kusajiliwa na bodi zao za kitaaluma, wanapaswa kuja na vyeti vyao halisi vya usajili pamoja na leseni za kufanyia kazi. <coughs> Ratiba ya usaili wa mchujo ni kama jinsi inavyoonekana hapa katika PDF hii lakini ili uweze kupata PDF hii join, katika group letu la WhatsApp link ipo katika description ya video hii. Na hakikisha umesubscribe channel hii ya FEABOY ili kuweza kupata update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. A, ratiba ya usaili wa mahojiano kama jinsi unavyoona katika video hii inavyopita, lakini PDF hii utaipata pale hapa. Kuna mwalimu daraja la tatu wa hisabati alafu, kuna Chuo cha Usimamizi wa Fedha IFM, tutorial assistance insurance and risk management. Tarehe ya usaili wa mchujo ni tarehe 30 mwezi wa 9 2025, na tarehe ya usaili wa mahojiano ni tarehe 10 mwezi wa 10 2025. Mahali ni Chuo cha Usimamizi wa Fedha IFM, Dar es Salaam. Mm, majina ya walioitwa ni kama jinsi yanavyoonekana hapo. Tarehe usaili wa vitendo utaweza kuona PDF hii ni ndefu sana, kwa hiyo sitaizungumzia PDF hii yote, lakini hakikisha unaiona jina lako kama ulifanya maombi. Kwa hiyo kuweza kuona jina lako, pia unaweza ukatembelea akaunti yako ya ajira poto, ili kuweza kuchukua barua yako pale ya kuitwa kwenye usaili. Kwa hiyo PDF hiyo utaichukua kwenye WhatsApp group letu, link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha umejoin katika group ili uweze kuipata PDF hii na uweze kusoma jina lako vizuri ukiwa umetulia. PDF hii ni ndefu sana, ina majina mengi na ina kada mbalimbali, kuna kada mbali mbali. kwa hiyo asante kwa kushiriki.